Twende kaunti namba 23 sasa, ambapo wagonjwa zaidi ya 1000 katika kaunti ya Turkana wamenufaika na kambi ya matibabu bila malipo kwa siku mbili. Huduma hizo zilitolewa na hospitali ya Lodwar Hills, Humanity First Kenya na hospitali ya rufaa ya Lodwar miongoni mwa washikadau wengine. Msimamizi wa hospitali ya Lodwar Hills, Richard Kariuki, amesema kuwa walilenga kutibu matatizo ya macho, meno na kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa afya bora. We are at uh, over 1,100 people have come for services. We have fashioned this camp to be able to address uh, several uh, challenges, uh, to be able to uh, to, address the non-communicable diseases. Uh, we are talking of pressure, hypertension and cancer and we have dedicated a team of both the, um, to do the screenings for those particular services. Wengine hata wamefanyiwa sajari ya macho bila malipo hiyo ndio kitu ya kwanza, tumeshukuru. Ya pili wenye walikuwa na shida ya macho pia wamepata miwani ya bure, kitu ni life life. Hakuna mambo ya kusema kuja kesho, unafanyiwa saa hiyo saa hiyo.